Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya kumi aya ya 38 hadi ya arobaini na mbili. Nitaisoma. Yesu aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Marta akamkaribisha nyumbani kwake naye alikuwa ana umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pa Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha niacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie bwana akajibu akamwambia marta marta unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi lakini kinatakiwa kitu kimoja tu na mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa neno la bwana sifa kwako e kristo mpendwa mtazamaji tunakutana na tendo la ukarimu la kumwalika Yesu nyumbani ambalo Malta analifanya. Na Malta alikuwa anaishi eneo la Betania. Alipokwenda huko Yesu aliyekuwa amealikwa kwenye familia kwa Malta, Yesu alikwenda na kundi kubwa la mitume wale kumi na wawili, wale sabini na mbili na wale watu wengine ambao walikuwa wanamfuata Yesu kwa ajili ya kuweza kuponywa. Ghafla alivyoingia pale chakula ambacho walikuwa wamekiandaa hakikutosha. Marta, ikabidi atumie muda mwingi sana wa kuweza kujishughulisha ni namna gani Yesu na wale mitume waliokuja jioni katika kile chakula waweze kula na kushiba. hakumjua Yesu ni nani, hakujua uweza wake aliokuwa nao, hakujua kwamba Yesu ana uwezo wa kuweza kubadilisha mikate mitano na samaki wawili akalisha zaidi ya watu elfu tano. Yeye akawa akiangaika katika utumishi mwingi. Mdogo wake alikuwa anaitwa Maria. Alipomwona Yesu akajua hii hapa ndio fursa, akakaa pamoja na Yesu akawa anamsikiliza Yesu, kwa sababu Yesu alipokuwa amekuja kwenye ile familia ya Martha kuna jambo alilokuwa anataka aweze kuwaambia Hasa kwa sababu Marta alikuwa ametingwa na shughuli nyingi, hakumsikiliza Yesu, lakini Maria akaketi miguuni pa Yesu akasikiliza maneno ya Yesu. Kwa hiyo Maria alikuwa anasikiliza maneno yote, ili baada ya hapo akatende. Marta hakumsikiliza Yesu, akatingwa na shughuli nyingine kulingana na hisia zake alizokuwa nazo. Tunawakuta Wakristo wa leo wamegawanyika katika makundi mawili. Kuna wale ambao katika utendaji wao wa mambo wanakaa magotini kwa Yesu wakimsikiliza Yesu, niambie nifanye nini, na kuna wale ambao wametingwa na shughuli nyingi za kidunia, hawana hata muda wa kuweza kumsikiliza Yesu. hao ndio akina Martha na wale wanaoketi miguuni kwa Yesu ni hao ndio akina Maria. Je, katika siku ya leo upo katika kundi gani? Ni Maria ambayo umekaa miguuni kwa Yesu umsikilize, kama alivyozungumza yule mzaburi, neno mmoja nimelitaka kwa Bwana nda nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani kwa Bwana niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake, au umetingwa na shughuli mbalimbali? Matokeo ya roho ya Marta na roho ya Maria ni hii: Marta akaingia katika manung'uniko anamnung'unikia Yesu, huoni ndugu yangu alivyokaa hapo, hataki kuja kunisaidia, kuni mimi natumika peke yangu. Ukiona katika safari yako ya maisha una manung'uniko sana na baadhi ya mafanikio ya ndugu zako, wale ambao wametulia, we upo katika shughuli mbali mbalimbali. Roho ya manung'uniko ikiingia ndani mwako, utambue upo katika ile kundi la wale wote ambao huwa wanafanya shughuli nyingi bila kumsikiza Yesu. Na huyo Maria akakaa kimya, hakumjibu dada yake. Na Yesu ndipo akaamua kutoa majibu, akamwambia Marta, Marta, tena anamwambia mara mbili, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini katika safari ya maisha kinatakiwa kitu kimoja tu, na huyu mdogo wako Mariamu amechagua fungu lililo jema. Fungu gani lililo jema? Fungu lililo jema ni kukaa miguuni kwa Yesu na kumsikiliza. Akasema sentensi yake ya mwisho, yeye huyu Maria, hataondolewa. Lakini wewe na shughuli zako hizo, vitaondoka vyote. Tuna watu ambao wanasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, kazi, biashara mpaka usiku, hata muda wa kwenda kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu kwenye jumuiya ndogo ndogo hana hata muda wa kuweza kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu kabla hajalala hana. Umesumbuka na vitu vingi, una chati usiku mpaka hata muda wa kuweza kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu, kusoma neno la Mwenyezi Mungu tunakosa. Hadi siku ya Jumapili unasumbuka na vitu vingi, kwamba siku ya leo dominika ya Bwana nitenge nisikilize neno la Mwenyezi Mungu. Mungu unaongea na mimi kitu gani? Utambue uweza wake. Yesu amesema vitu vitaondolewa Kazi utaondolewa, biashara itaondolewa, kwa sababu na nguvu ya kufanya kazi pia. E, afya itaondolewa siku moja, utaka, utakaa chini. Lakini Maria akachagua fungu lilo jema, kwa sababu baada ya safari ya maisha yote hapa duniani, mbinguni, mpendwa wa mtazamaji, tutakaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo, Maria alianza kufanya mazoezi ya kukaa pamoja na Bwana. Hasa hivi kila maeneo mbalimbali vimejengwa vikanisa vidogo ambavyo Yesu Ekaristi amewekwa kwamba watu wafike pale wakae na Bwana katika ukimya, umsikilize Bwana. Utashanga mtu anapita tu anapita tu ametingwa na shughuli mbalimbali. Ingia kanisani, nenda kaa katika ukimya, angalau uweze kuwa na ukimya hata wanusu saa hata wa saa moja, msikilize Bwana. Sasa hivi kuna watu wengi wamechanganyikiwa kwa sababu hawana muda wa utulivu. Siku ya leo, Mungu akujalie uweze kuwa na muda wa kumsikiliza Bwana. Tenga muda angalau kwa siku saa moja, msikilize Bwana. Tenga muda kwa wiki iweze kuwa ni siku ya Bwana, siku moja, msikilize Bwana. Tenga muda kwa mwezi uwe na siku kadhaa za kuweza kumsikiliza Bwana. Tenga muda kwa mwaka uweze kuwa na utulivu wa kumsikiliza Bwana. Uweze kuwa ni Mariamu, ukiwa ni Marta utaondolewa baadhi ya vitu na itakuwa ni aibu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.